Dot TZ ni kikoa ambacho kinakuwezesha wewe kupata mawasiliano au kwenda online, ambacho kwa Kiingereza inaitwa domain names, ambacho kwa dot tz kina faida nyingi sana sana na na kina manufaa mengi sana. Ikiwepo ni utambulisho wako online, na pia pia kwa kuwa ni ya nyumbani. Uh, hata unapopata matatizo mengi, uh, ya misuluhishi inakuwa ni rahisi, ni kwa sababu ya majina yao aliyokusajilia pengine hayupo lakini kwa dot tz ukipata changamoto hizi, ni rahisi unamtafuta registrar. Um, asipopatikanika ukipiga tu simu ya dawati la huduma la Mamlaka ya Mawasiliano unapata kiurahisi uh, mawasiliano na unaweza ukarudishiwa domeni yako. Kwa hiyo dot tz ni yetu, kwa hiyo tuipende. Hapa ndio nyumbani. Kwa hiyo karibuni sana. Taarifa zaidi zinapatikana kwenye tovuti ya karibu dot tz. Mtandao ni fursa, baki salama.